Simu wewe mzazi haujui, lakini kwenye simu kuna mambo mengi. Mtoto anaenda kupekua simu hata wewe mzazi haujui. Badala ya kwenda shule, kwenda kusoma, anaenda kusoma kwenye mambo ya, ya, ya simu. Niwaombe wazazi wenzangu, tuende tukawalea watoto wetu katika maadili yaliyo mema, lakini pia tuangalie, tusipowalea watoto wetu katika maadili mema, hatutopata taifa lililo bora, tutapata taifa lililo bovu. Sisi moe tunawaangalia mitaani, watoto wamekuwa wanavaa nusu uchi, uongo kweli? na hasa watoto wa kike, mtoto wa kike anatoka nyumbani akiwa nguo yake inaonyesha maumbile yake yote, na wakati sisi binadamu tumeambiwa tujistiri maungo yetu, lakini sisi watoto wa kike tumeumbiwa matamanio kwa wanaume, na ndio maana mwisho wa siku anasema o, wanaume wanatubaka, hatuwabaki kwa sababu hawatubaki kwa sababu sisi watoto wa kike tumekuwa tunatembea nusu uchi lakini hata watoto wa kiume pia wamekuwa wanavaa na wenyewe uchi akivaa suruali yake ame wanasema mtepesho sijui katakei kwa hiyo haya yote sio maadili ya kitanzania ndugu yangu tumeelewana eh? lakini pia tuwaangalia watoto wetu mashuleni wanako kwenda wimbi la maushoga limetanda maa sana tumeelewana sasa hivi mashuleni watoto wanajifundisha mambo yasiyokuwa yenyewe. Mtoto anaenda anafundishwa na mtoto mwenzie, mwisho wa siku anaanza kugeukiana, mwanaume anaenda kutembea na mwanaume mwenzie, inakuja kweli aiza mwanamke anaenda kutembea na mwanamke mwenzie, tunaita kusagana. Hivyo vitu vipo, hamna? Vipo. Hey, vipo, lakini sisi wazazi tumefanya nini? Tumekaa tu tunawaangalia. Niombe wazazi wenzangu, twende tulifuatilie swala hili, tuwasimamie watoto wetu wasifanye hivyo. Kwanza kabisa ni dhambi kwa mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakuumba tuje tuoane kwa jinsia moja, ameumba tuoane kwa jinsia mbili tofauti, si ndio? Ikiwa mwanamke na mwanaume. Lakini wanawake wenzangu, nimewaona mpo, niseme hili, limetandamaa sana wanawake. Sasa hivi tunajishusha, tunatembea na watoto wadogo wenye umri ya miaka ishirini, ishirini na moja, ishirini na mbili Tunasema kwamba watoto wameanza kutuita mamshangazi kwamba mimi naenda kulelewa na mshangazi. Hivi kweli ukalelewa na mshangazi? Kwani mama yake na babake hawakumlea? Lakini mama tu unajirahisi kabisa, unakwenda kwa mtoto wa mwenzio. Mimi nitake kuambia wanawake wenzangu, tuna walani hao watoto ukishafikisha umri wa miaka hamsini, miaka sitini, Kweli wewe bado, si mambo yanakuwa yameharibika? <laughs> Eh? kweli uongo eh? mambo yamekuwa yameharibika, umeshachoka, mashavu yamechuma kundo, unaenda kumfunulia mtoto amani, vitu vingine mpaka unakimbia. Tujiangalie na tujiheshimu sisi watoto wa kike na wamama, hasa ninaongea, kwa sababu na mimi ni mwanamke.